Wakala wa Mbegu za Kilimo ASA ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Kilimo ambayo ina jukumu la kuzalisha na kusambaza mbegu bora kwa wananchi kwa bei nafuu, ili kuhakikisha uzalishaji wa mazao bora na endelevu katika sekta ya kilimo. Miongoni mwa malengo makuu ya ASA ni kushirikiana na sekta binafsi katika uzalishaji wa mbegu bora za kilimo. Katika muktadha huu ASA inashirikiana na wakulima wa mkataba zaidi ya sabini ambao wanazalisha mbegu katika mashamba ya wakala huku wakichangia katika kukuza kilimo cha kisasa na endelevu. Nimekuja kuwekeza kwenye mashamba ya ASA ni mwekezaji wa muda mrefu nimefunga center pivot hapa na kumwagilia hekta arobaini na nane sawasawa na heka mia na ishirini hapa tumelima alizeti aina ya rekodi tumelima zaidi ya hekta sabini na matarajio yetu kupata kwenye tani 60. shamba hii na mkataba wa ekari elfu moja ambaye tunalima mbegu ti mia moja na tano ni mbegu ya Kitanzania ambaye ni nzuri, kama mnavyoiona inazaa mahindi mawili matatu mpaka matano kama utaihudumia vizuri. Na shughuli kubwa tunaofanya hapa ni kilimo cha mpunga saro 5 txd 306 kwa njia ya umwagiliaji kwa uzalishaji shamba zima eka elfu moja na mia mbili ambao tumeingia mkataba na ASA, tutazalisha kiasi cha tani mia nne kwa msimu huu, lakini pia matarajio yetu baada ya hapa ni kuongeza uzalishaji mkubwa zaidi ya na ASA. Ni jumla ya eneo la shamba nilolima, nimelima eka themanini, aina mbili za mbegu. Nimelima mbegu ya Lyamungo tisini pamoja na Kalima tisini vilevile nimepewa mkataba wa kulima hekari hamsini za mahindi na hekari hamsini za alizeti. Fanya kazi ya kulima sawa, la ngano nalima mia. Hapa hapa tulipo ni baadhi ya wakulima wa mkataba waliopata fursa ya kuzalisha mbegu bora za kilimo katika mashamba ya ASA na jinsi walivyofanikiwa kupitia ushirikiano huu wa kipekee. Kwa muda wa miaka minne mfululizo tukaendelea kununua mbegu kutoka ASA lakini kadi navozidi kwenda tukaona kwamba uzalishaji wetu umekuwa bora zaidi kulinga kutoka kule tulikuwa tumia mbegu zetu za kawaida ambako tulikuwa napata tani tano mpaka sita lakini baada ya kutumia mbegu za ASA tulikuwa napata tani saba mpaka nane Mpaka sasa hizi kwa kupitia ASA tunapata mbegu bora kabisa za vizazi ambazo tunaweza kuzalisha mbegu zetu na kuzipeleka kwa wakulima. Uhusiano mzuri ulioko kati ya makampuni ikiwemo Meru Meru Agro pamoja na uongozi mzima wa ASA tumekuwa tukipata ushirikiano mzuri eh, ambao unatusaidia kufanya uzalishaji wa hapa uweze kuwa mzuri. Asiyeshukuru kwa kidogo, hata kikubwa hawezi kushukuru. Hizi ni shukrani kutoka kwa wakulima wa mkataba wa serikali kwa kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya kilimo. Kwanza naishukuru serikali kwanza kutuona na kutukubalia kufanya mikataba kwenye mashamba ya serikali, kwa sababu kazi hii wangeweza kufanya wachina wazungu watu wenye uwezo na vyombo vyao, lakini kama wametuona sisi wazawa kama mimi Dominiki, naishukuru sana serikali na Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia. Ninashukuru sana ASA, Wakala wa Mbegu Tanzania. Ninashukuru sana, sana sana sana kwa nafasi hii ambayo wao wametupatia. Nashukuru serikali ya Mheshimiwa kwa... Dr Samia Suluhu Hassan kwa fursa kama hii kwa wanawake ambayo imetuwezesha kuja kulima huku na tutajipatia kipato kuweza kukwamua familia zetu na tutawekeza na tutasalisha na tutaenda mbali na tutalisha nchi zingine za nje. Kupitia ushirikiano na sekta binafsi ASA imefanikiwa kuongeza uzalishaji wa mbegu bora kufikia tani 4510 kwa mwaka wa kilimo 2023. 2024. Hata hivyo, malengo ya msimu huu 2024 2025 ni tani 9304 nchini. ASA ni chanzo cha mbegu bora za kilimo nchini.